ITV imeshuhudia malori hayo yakitokea ya kiwandani humo kila baada ya sekunde kadhaa, yakiwa na zege na mengine yakirejea na kuanza kumwaga mabaki hayo, kana kwamba hakuna agizo lolote ambalo limeshawahi kutolewa na serikali, huku hali ya mapaa ya nyumba, miti na kuta za ofisi zilizopo maeneo hayo zikidhihirisha athari za vumbi hilo. Malori hayo humwaga maji yaliyochanganyika na zege kwenye barabara hizo ambayo muda mfupi baadaye hugeuka kuwa vumbi la saruji linaloathiri afya za majirani na watumiaji wengine wa barabara. Baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo na wafanyakazi waliopo katika mazingira hayo, mbali na kueleza athari zinazowakabili wameitaka serikali kupitia taasisi zake inapotoa amri au kusitisha shughuli katika viwanda au kampuni yoyote, kuwepo na ufuatiliaji wa karibu ili kuondokana na dharau kama hizo zinazofanywa na baadhi ya wawekezaji. Uh, nafikiri pia inatakika kuangaliwa jinsi gani ambayo inawezekana kuondoa ili tatizo kwa sababu nafikiri kama barabara inatumika kwa, kwa malori makubwa alafu na watu wengine wanapita kwa miguu au wanakuja kwenye, kwenye kupata huduma sehemu kama hizi, nafikiri kwa kweli inaleta ina, ina, ina ina shida ni, ni, ni shida kubwa, kwa sababu vumbi ni kubwa sana, na, na kama watu wengine ni wana shida ya vifua, nafikiri hiyo ni shida kubwa zaidi kwa magonjwa, na nafikiri sio afya kweli, linachangiwa lina sana na haya magari, kwa sababu yanabeba zege ambalo wanauza huko mjini kwao, wanaporudi wanajaza maji kwa ajili ya kusafisha matenki yao kwayo. Kwa hiyo jinsi wanavyokuwa wanasafisha wanamwaga mbarabarani ndio inatengeneza poda fulani hivi ambazo zinachafua, kama unavyoona tamiti, unavyoona magari yanavyochafuka kuta hizi. Kwa hiyo nafikiri labda wanaohusika na hii wan, mazingira nafikiri labda wangeweka msisitizo kwa sababu nasikia wamewafungia, lakini bado wanaendelea ku, kufanya kazi kama kawaida na kuwa wanamwaga maji kuondoa ili vumbi, lakini sasa hivi hawamwagi tena maji, na hasa hali tunazozipata ni kubwa sana, kwa sababu unakuta kama yale maji yamekauka, ili ni vumbi la simenti, sio vumbi lile ambalo tulikuwa tumelizoea mwanzo, linakuwa linakuja linatuumiza, unakuta unakooa kwa upande wake mshauri elekezi wa mazingira kutoka taasisi isiyokuwa ya kiserikali bwana Matias Kabemera amesema tatizo kubwa linalosababisha yote hayo ni usimamizi hafifu wa sheria kwani sheria ya mazingira ipo huku akitolea ufafanuzi wa sheria hizo na nini kifanyike? mazingira kwa, kwa wawekezaji umekuwa mkubwa Tanzania na wawekezaji wengi wanakuja, wanafanya shughuli, wanadhani kama vile kuna shughuli ya ufuatiliaji wa mazingira. Wanapo, mtu anapokuja kuanzisha biashara yote hapa Tanzania lazima kwanza afuate sheria zinazotakiwa za nchi. Sheria moja wapo ni kufanya tathmini ya mazingira kabla mradi wote kuanza. Kwa hiyo mwekezaji anapoanzisha shughuli zake hapa, kitu cha kwanza inabidi afanye tathmini ya mazingira. Awali mwanasheria wa Baraza la Mazingira NEMC bwana H. H. Suguta alifungia kiwanda hicho kwa madai kuwa kimekuwa kikifanya shughuli zake za uzalishaji na kuathiri afya za wafanyakazi wake pamoja na viwanda vingine kwa kutimua vumbi na kuwataka kufuata sheria za nchi na kuacha dharau kwa maofisa wa serikali. Hapa kuna makosa zaidi ya matano. Moja, kuzuia maafisa wa serikali kufanya kazi yao. Mbili, kutimua vumbi. Tatu, kufanya kelele ambazo zinasababisha majirani hawana amani tena eneo hili. Nne, kufanya kazi bila kuwa na kibali cha mazingira. Tano, kutoa lugha chafu kwa maafisa wa serikali. Makosa yote hayo yametajwa kwenye sheria ya mazingira. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria hii, kuna hatua sasa tunachukua baada ya makosa hayo. Hatua ya kwanza ni kufunga hii shughuli hapa yote. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.